Jeshi la China limesema limefanya mazoezi ya kuzilenga bandari muhimu na vituo vya nishati wakati wa mazoezi ya kutumia risasi za moto kama sehemu ya luteka zinazoilenga Taiwan, kisiwa ambacho China inasema ni, ni himaya yake. Mazoezi hayo ya kushangaza yamekosolewa na Marekani kama mbinu ya vitisho na yanafanyika baada ya rais wa Taiwan Lai Ching-te kuita China kuwa ni nguvu ya kigeni ya uadui. Joseph Acharo ana maelezo zaidi. Jeshi la China limesema hivi leo kwamba linaendelea na mazoezi ya kijeshi katika maeneo ya bahari yanayokizunguka kisiwa cha Taiwan. Msemaji wa kamandi ya mashariki ya jeshi la China Shiyi amesema katika siku ya pili ya luteka hizo kwamba vikosi vilikuwa vikifanya mazoezi katika eneo la kati na kusini mwa mlango bahari wa Taiwan. Ji, amesema mazoezi hayo yanajumuisha mashambulizi yanayoyalenga maeneo maalum ya kuigwa yanayonuiwa kushambuliwa. Mazoezi hayo yamepewa jina Strait Thunder 2025A, jina linalopendekeza kwamba kuna mengine yatakayofuata baadaye mwaka huu. Mwaka uliopita China ilifanya mazoezi makubwa ya kijeshi mara mbili kukizunguka kisiwa cha Taiwan mnamo mwezi Mei na Oktoba yaliyopewa majina ya Joint Sword 2024A na Joint Sword 2024B. Mazoezi hayo ya pamoja yaliyolijumuisha jeshi la nchi kavu, jeshi la wanamaji, jeshi la anga na kitengo cha makombora yalianza jana Jumanne. Kufikia jana mchana, wizara ya ulinzi ya Taiwan ilikuwa imezitambua ndege za kivita za China, meli 21 za vita ikiwemo manuari moja na meli nne za walinzi wa pwani nje ya visiwa vyake. China imetahadharisha leo kupitia msemaji wake wa wizara ya mambo ya nje Guo Jiakun kwamba adhabu kwa Taiwan itaendelea hadi pale viongozi wake watakapoachana na juhudi za kushinikiza kile ambacho serikali ya mjini Beijing inasema ni kudai uhuru kutoka kwa China bara. Ili mradi uchochezi wa uhuru wa Taiwan unaendelea, adhabu dhidi ya uhuru haitakoma Amen. Hatutamruhusu mtu yoyote, nguvu yoyote, kwa njia yoyote kuitenganisha Taiwan kutoka kwa China. Tutachukua hatua zote zinazohitajika ili kuulinda kwa uthabiti uhuru wa taifa na uadilifu wa eneo letu. Wizara ya mambo ya nje ya China imewahimiza viongozi wenye nyadhifa muhimu nchini Ufilipino wasitoe kauli zisizo na msingi kuhusu swala la Taiwan, ikitahadharisha kwamba wale wanaocheza na moto utawachoma wenyewe. Kauli ya msemaji wa wizara hiyo Guo Jiakun, katika mkutano wa mara kwa mara na waandishi habari, imekuja kama jawabu kwa mkuu wa majeshi ya Ufilipino Romeo Brawner, akiwahimiza wanajeshi waanze kujiandaa na kupanga kuchukua hatua ikiwa kutatokea uvamizi dhidi ya Taiwan.